Hapana kulala kwenye usharati, hapana kulala kwenye uchawi, lakini nakwambia amka, mda nakaribia kanisa. Nakwambia kuchukuliwa, tunakwenda mbinguni Sayuni, tunakwenda mbinguni Sayuni, tunakwenda mbinguni. Yesu anakuhitaji ya kwamba tukumbuke ni wapi tulianguka, ili kwamba inyekwamba Mama, mbingu ipo, mbingu ipo. Alisema mbingu ipo, ya kwamba tuna kwenda kwa Baba kutuandalia makao, ili pale alipo nasi tuwepo. jemao utakuwepo? Je, utakuwepo mama? yiyafanya leo yataruhusu uwepo mbinguni pamoja At na Bwana, mambo ambayo unayofanya yataruhusu uishi pamoja na Yesu milele? Kama haitawezekana hayo ambayo unayafanya, ukiona ya kwamba haitawezekana, ukiona ya kwamba haitakuwezesha kwenda mbinguni, Biblia inasema sema, uyaache. Kama ni uchawi acha, kama ni masharati acha. Mama, lukusso, kama nekidoni ingawa ni kiburi mbinguni, sawa, Hallelujah, Amen. Tuache dhambi, tulekie yaha. Dunia itakwisha. Yesu atakuja, Yesu atakuja, atakapokuja Sayoni, atakutana kutayari mbinguni Sayuni mpya, Jerusalemu mpya, ni kwa wale ambao wa wamekubali kumcha Bwana, kwa wale ambao wamekubali kuchukia uovu tu wale ambao wamekubali kuishi maisha matakatifu, wale ambao wamekubali kutukaniwa juu ya Yesu. Tuombe tu, tuambie tu, tu Bwana, tuko hapa, tuwezi tu, tumeanguka katika dhambi tu, tumelala katika usharati, tumelala katika uchawi mda mrefu, nasi tunaomba kuamka, tunatamani tuna kuamka, tuwezi, tu tuwezi. tunaomba Mungu tuamushe tu, tunaomba Mungu tuamushe ili ya kwamba nisitulizi usima siku moja.